Kama ulikosa sehemu ya kwanza, soma mwanzo wa hadithi hii ili kuelewa matukio ya kutisha yaliyotangulia. Na hii ndiyo sehemu ya pili ya mama wa kambo mchawi. Baada ya kuhama kijiji kile, Juma na baba yake walihamia kijiji kingine. Juma na baba yake waliamua kuanza maisha mapya. Waliishi kwa amani kwa muda, lakini Juma hakuwahi kuisahau sauti ile ya Bisalama, mama wa kambo mchawi aliyefutwa kwa maombi Miaka miwili iliyopita, usiku mmoja, mvua kubwa ilinyesha, radi zikipasua anga. Juma alikuwa amelala kitandani, lakini ghafla alihisi baridi kali. Dirisha lilikuwa limefungwa, lakini upepo wenye harufu ya shimo la wafu ulivuma ndani ya chumba chake. Ndipo alipoisikia sauti ikisema, Juma mwanangu, nimerudi. Juma mwanangu, nimerudi. Sauti hiyo ilisikika dhaifu, lakini ya kutisha ikitoka kwenye kona ya chumba. Juma aligeuza macho yake taratibu, moyo wake ukidunda kwa hofu na kasi. Kulikuwa na kivuli kinene na cheusi kikining'inia kwenye kona ya chumba, macho mawili mekundu yalikuwa yakimwangalia. Ghafla kivuli hicho kilianza kuota mikono mirefu, kikafika kitandani kwa Juma na Juma alipiga kelele kwa hofu kubwa sana, na baba yake aliingia chumbani kwa mbio Alipoashataa, kivuli hicho kilitoweka ghafla. Baba yake alimtazama Juma kwa wasiwasi na akamuuliza, umeona nini? Juma alitetemeka, ni yeye, mama wa kambo mama, amerudi. Baba yake alikaa kimya kwa muda, macho yake akiwa ya yamejaa hofu kubwa sana. Tunapaswa kufuata msaada, alisema kwa sauti ya chini. Asubuhi ilipofika, Juma na baba yake walimfuata mzee mmoja aitwaye Mzee Nyong'o, mganga mwenye nguvu aliyekuwa akiheshimika sana kijijini hapo. Babu Nyong'o aliwatazama kwa macho ya kina na kusema, kama kweli Bi Salama amerudi, basi bado ana deni la nafsi zenu. Mchawi akifa kwa njia isiyo ya kawaida, roho yake inaweza kurudi kudai kisasi. Baba yake Juma aliuliza kwa hofu, Tunafanyaje sasa? Babu Nyong'o alichukua mkoba wake na kutoa chupa ya maji meupe na akasema, haya ni maji matakatifu yenyewe, linaweza kudhoofisha roho yake, lakini ili kuimaliza kabisa nafsi hiyo lazima turudi pale alipotoweka mara ya kwanza. Juma alihisi tumbo lake likiumuka kwa hofu, kisha akauliza, lazima turudi kwenye ile nyumba? Babu Nyong'o alitikisa kichwa. Ndiyo, pale ndipo nguvu zake zilipojificha. Kama hatutamzuia sasa, atakuwa na uwezo wa kuingia ndani ya mwili wa mtu mwingine. Usiku ulipoingia, juma na baba yake na babu nyong'o walisafiri hadi kijiji walichokihama. Walipofika pale, hali ya hewa ilibadilika ghafla, mawingu meusi yalifunika anga na upepo mkali ulianza kuvuma Walipofika kwenye eneo la nyumba yao ya zamani walikuta magofu yamefunikwa wa na maiti na magugu. Lakini jambo la ajabu lililotokea, mlango wa mbele wa nyumba ulifunguka pole pole wenyewe, kana kwamba unawakaribisha. Juma aliweza kuhisi baridi kali ikichoma ngozi yake. Babu alisema tunaingia mzee, huyo mganga alisema kwa sauti nzito. Waliingia ndani kwa tahadhari, kila mmoja akiwa na moyo mzito mara tu walipovuka kizingiti cha mlango taa zote za kibatari zilizokuwa ndani zilijizima zenyewe, kisha sauti ile ikarudi tena. Sauti hiyo ilisema, mliwaza kwamba mmemaliza, mimi ni milele. Ghafla sakafu ya nyumba ilianza kutikisika na vivuli vyeusi vikaanza kuzunguka ukuta kama moshi wa jahanamu. Babu Nyongo alianza kunyanyua chupa ya maji matakatifu na kuanza kunyunyizia sakafuni. Mlio mkali wa kilio cha mwanamke ulisikika ukipenya masikio yao kama mwale wa moto. Kivuli cheusi kilianza kukusanyika kwenye kona ya nyumba, kikiunda umbo la mwanamke mrefu mwenye nywele ndefu na macho mekundu yanaong'aa. Lilikuwa ni umbo la Bi Salama. Alipokuja alisema, mlinizuia, sasa nitarudi tena ndani yenu. Ghafla ya kivuli chake kilianza kusogea kwa kasi kuelekea kwa Juma, lakini kabla hakijamgusa Babu Nyongo alipiga kelele kwa lugha ya zamani, akitupa maji matakatifu kwenye kivuli kile. Kulikuwa na mlipuko wa nuru kali. Bi Salama alipiga mayoye kwa uchungu, alining'inia hewani kwa maumivu makali, kisha mwili wake ulianza kuchanika vipande vipande kama karatasi iliyongua kwa moto. Sauti yake ilianza kufifia mpaka hatimaye ilitoweka kabisa. Nyumba yote ilitetemeka kwa sekunde chache, kisha ikatulia. Juma na baba yake walishusha pumzi kwa mshtuko. Huu ni mwisho wa laana, Babu Nyongo alisema kwa sauti nzito. Lakini kabla hawajaondoka, kitu cha mwisho kilifanyika. Kutoka kwenye kona ya nyumba, sauti ndogo ya mgurumo ulisikika. Juma alipogeuka, aliona kile ambacho hakutegemea: paka mweusi yule yule aliyemwona zamani, akiwa ameketi kwenye dirisha akiwatazama kwa macho mekundu. Kisha ulitokea upepo wa ghafla na paka huyu alitoweka ndani ya kivuli. Babu Nyongo alitazama pale kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini, bado kuna kitu kingine, bado hajamalizika kabisa. Juma na baba yake waliendelea kuishi kwa amani kwa miaka mingi baadaye. Hawakuwahi kusikia tena kuhusu Bisalama, lakini kila mara mvua iliponyesha na upepo mkali ulipovuma usiku wa manane, juma anaapa kwamba bado husikia sauti ya mgurumo mdogo wa paka, kana kwamba yeye bado yuko pale akitazama na akisubiri fursa nyingine. Yule paka, je, kweli Bibi salama ataurudi tena na huu ndio utakuwa mwisho? Basi ni kusihi usikosi kufuatilia sehemu ya tatu ya Mama wa Kambo Mchawi, ambayo itakuwa inaleta majibu yote kuhusu sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, lakini nikukumbusha usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata stori zaidi ndani ya masaa 24 until next time bye bye